Kwa jina anaitwa Beatrice Singano ni mkurugenzi wa mawasiliano na shughuli za udhibiti wa Airtel. Leo tunakuja kwa wateja wetu kuwaomba sana sana sana kuhakikisha kwamba hawatoi namba zao za siri ambazo zinatumika katika kufanya miamala mbalimbali mbali ya shughuli za kifedha, lakini vile vile a, tunawaomba sana wateja wetu wasikubali kupigiwa a, na mtu yoyote ambaye atawaambia kwamba yeye ni wakala au ni mtu wa huduma Uh, wa Airtel, uh, akiwapigia kwa namba nyingine yoyote isipokuwa mia moja. Lakini la tatu, pale ambapo utakuwa umepigiwa na namba ambayo unahisi kwamba huyu ni tapeli, basi tutakuomba utume hiyo namba kwa ujumbe mfupi wa mia na hamsini, arobaini, moja, tano, sifuri, nne sifuri. Unaweza kutuma namba hiyo na sisi tutapata taarifa hizo na kuhakikisha kwamba tunazifanyia kazi. Na mwisho kabisa niwaombe kwamba Airtel haitakupigia kwenye namba nyingine yoyote lakini kama kwamba haitoshi, tunaomba kusisitiza kwamba uhakikishe kwamba unaangalia usajili wa namba zako kwa kupiga nyota mia moja na sita alama ya reli. Na baada ya hapo utapata uh, options ambazo ni tatu. Ya kwanza itakuambia kwamba uangalie usajili wako kama uko sahihi, lakini ya pili itakuambia uangalie namba ulizosajili, lakini na tatu itakuomba ufute namba ambazo hutakuwa unazijua. Hii ni muhimu sana sana sana kwa wateja wetu. Mbali na hapo, tunawaomba sana wateja, pale unapokuwa na mashaka au unahisi unakaribia kutapeliwa, basi hakikisha unatembelea ofisi zetu au maduka yetu nchi nzima. Tuna maduka zaidi ya 40. Tuna Airtel money branches ambazo pia zinaweza kutoa msaada um, zaidi ya 2000 lakini vile vile tuna vioski vya Airtel Money ambavyo pia vinaweza kukuhudumia tunachokiomba sana ni kwamba tuhakikishe kwamba tunalinda taarifa zetu, lakini pia tunajilinda kwa hali ya juu kwa kuhakikisha kwamba hatutapeliki. Asanteni sana.